Kwa hiyo mkutano mkuu maalum huu utapokea taarifa ya miaka mitano ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025. Ajenda ya pili itakuwa ni kupokea na kuzindua rasmi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya 25 2030 kwa maana tunakoelekea katika uchaguzi, hiyo ndio ilani tutakayoitumia. Kwa hiyo mkutano mkuu huu maalum utapokea na kuzindua rasmi ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 kuelekea 2030. Ajenda ya tatu itakuwa mkutano mkuu huu maalum utafanya kazi ya kufanya marekebisho madogo katika katiba ya chama cha mapinduzi Kwa hiyo marekebisho ya katiba yatafanywa na mkutano mkuu maalum utakaoketi tarehe 29 mpaka tarehe 30 Marekebisho madogo ya katiba. Kwa hiyo kubwa sana katika mkutano huu ni hiyo kupokea na kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo kama mwaka wa uchaguzi lazima tu, tupokee taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka mitano na baada ya hapo, maana yake sasa tunakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba tumeona tumefanya nini katika miaka mitano, na sasa tunazindua ilani ambayo tutaitumia kwenye uchaguzi mkuu, ilani ambayo ni ya miaka mitano ishirini ishirini na tano kwenda ishirini thelathini.